Sijui wewe ndio muhusika, mazingira haya ya ofisi ya ndo mimi bana, shida yangu moja, nimetoka huko, nipotoka. Sasa kuna sehemu naelekea, lakini ramani ya muhusika ameniambia nikifika hapa nyumba hii ambayo wanauza makopo, sawa eh? mm -hmm. Nitafika hapo kwa urahisi zaidi. Wewe uko na shida na nani bro? Mimi nilikuwa namuulizia mzee mmoja aitwa mzee Kitonga. Ah, okay. Kwa mzee Kitonga umefika. mm. Umeona kwenye ukuta nyumba yangu eh, yeah. Ehe, unaingia kulia mm. Unahesabu kama nyumba nne hizo. Ah. Eh, ndio hapo. Ukiuliza kwa Kitonga tu naonyesha hujapotea, umefika basi. Sawa, ndio yeah. Lakini samani tena kwa mara pili. mm hivi -hmm. Naona watu wengi sana wanafungua fungua sana hii miradi ofisi, sasa inaonekana kama inalipa sana. usinifikirie vibaya eh, lengo la kukuuliza uenda labda mwenyewe atake laba, ni mwenye, laba. Ah, haina tatizo ah, basi uena kazi njema, nikutakia kazi njema.

la kuua hiyo ni kazi ya malaika, malaika malaika. Wewe wewe wewe, vumilia tu tu, yatabadilika. Basi basi, kama kazi ya ya malaika. Wewe una sura tu ya kibinadamu, kwa kwa ni ni ni ni chura. Fundi za nani, mke wangu? Sawa sawa, mimi mwanaume. Maisha zote yanabadilika muda wote na saa yote.

Kwmbana kamu, njimbo njimbo, hawa ndo wanoni wa saizi yangu, nimekuchoka nataka wanaume wa design kama hii. Kwanza ukiniangalia mimi mwenyewe tu juu mpaka chini, nenda na wewe eh? alafu nilikosea njia tu, ilikuwa bahati mbaya, sijui hata nilibugi wapi na mwanaume kama wewe. Ujui kutafuta maisha, yako magumu, kuna ndio. Mm, Nambosinyangushi. Tumbo langu bovu, baby. Msikiani. Hata ni huwa u jamani, nataka kula nyama. Tumbo langu takama bila hii. Sa. Achana na ujinga. Labda nikwambie kitu kimoja, kama ene. Ni kweli, mke wangu, ulikuwa unahitaji sana kubadilisha maisha. Lakini njia ambayo alochagua yeye si sahihi. Kweli nilikuwa nakulisha dagaa pamoja na maharage. Lakini je, huyu mwanamme ni sahihi kwako? Halafu zile mbilingi zote fujo, kelele, kashfa, ndani, eh? Kwangu naondoka naondoka kwa huyu wewe, unahisi hapo ndio utapata wewe maziwa pamoja na nyama. Sawa, kuna wanaume wao ndio kwa mgume gume. Wewe usimsikaje mmoja tu mkota makopo tu pale. Hapo nini? Hapo senta hapo kwa ngongo hapo. Kweli? Hamu badilisha maisha hapo? Kweli? Yani, umefeli kabisa ni mke wangu yani. Hapa hamna kitu hapa, umepigwa hapo mke wangu, shika ya, dabu yako wewe. Ya. Unanifahamu mimi <laughs> kuleta maneno maneno yako, nitakupiga shaba kweli mimi. Baby. <inaudible>

Baby. Hapo tulipofikia tushatembea sana nzidi hata mitatu sita huko Baby. Nina kiu, nipe kwanza maji ninywe kwanza, alafu tukishamaliza baada <coughs> ya hapo tuendele kutafuta ile gari. Swezi kuendelea tena ni mwenye huko hata sijuma dukani yako. Wewe nisubirie, acha mimi nikaangalie maji. Sawa. Wewe njoo pumzika hapo. Subiria uwe basi. Sawa. Asalama salama, twauza maji yeah. Ah, fanya ya mia mbili. Hakuna ah, tabu. Sawa. Haya, karibu. Hamna ah, shida

Aya maji ni yangu. Sasa baba yangu, aya maji tu ya 200. Hivi hilo ni gari unalo kweli? Gari lipo. Kweli hapa ni 200. Mimi nuka mko. Kweli nimefanya, sikudhani, sikufikiria umepiga suti nzuri, shati nzuri, eh suruali na ng'aa. Baba. Gari ya 200. Atili sikaka hivi maji hata 500 baba yangu. Kuni kama umenizalaulisha. Sasa nisikize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho. Sio unipigia simu au nikuta barabarani uniite baba, utanamini mbaya. Alafu na hilo gari lako umenizungusha muda wote hapo natafuta gari, kumbe unajua kabisa. Mume wangu alichotokea alikuwa iko sahihi, wewe unauza machupa na sio kama ninavyokuona. Yani muonekano wako nilivyokufikia ni tofauti. Mtizame kwanza, no maskini wangu jimbo wangu, tumbo lake tu gumu lakini maisha yake mazuri kama nini Neifa mna vitumbo vilaini, afu suupata maisha ama? Toka hapa nipishe kwanza.